hatutaki sisi mambo ya nywinywinyi wala nywenywenywe <laughs> <laughs> hey! Sisi hatuna fujo kabisa, sisi wanajeshi wetu tunawapenda sana, hatuna nywinywinyi wala nywenywenywe oh, kwamba okay, hiyo